Mmoja katika baadhi ya wajawema wakati anamzika mamake alionekana akilia sana, akaambiwa maladhi yubkiki walizona nini? Isbiru wahtasib, vumilia. Akadha asema kana lia babani min abwabi ljanna faughulika, li ahduma, likuwa na milango miwili ya peponi, moja leo umefungwa. Mama babu min abwabi ljanna. Na wallahi, mama siku akiondoka ndo utajua dunia itakavyokuwa itakavyokubadilikia huyu ambaye amepewa jina la mama mkwe, akaonekana kama vile e, ni kiumbe wa ajabu kuingia kwenye maisha ya ndoa, akakuingilia kwenye raha zako. Huyu ni kiumbe wa ajabu. Siku akiondoka, dunia itabadilika kama unavyoona mwezi ukipatwa. Mwezi ukipatwa, dunia badilika. Basi mwezi ni mama. Mama akiondoka, siku ukimzika, dunia lazima uione mabadiliko yake wallahi, hai, hakuna anayezika mama au baba alafu asione mabadiliko katika maisha yake.